Naam, karibu sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa mbali yakihusiana na michezo na burudani na ripoti kutoka hapa katika mitaa ya Mwembe Yanga, niana madhumuni yangu niweze kukupasha kile kinachostahili na kinachohusu mambo ya michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe fanya hivyo ili kuanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mzee wangu mzee Malinyi uko poa? Mimi niko poa bwana. Mazoezi ufanye mdogo. Safi kabisa. Usifanye mazoezi. Sifanyi mazoezi, nafanya mazoezi kila siku mimi. Yaani mazoezi ndio ada yangu mazoezi kwa wiki, kwa wiki napumzika siku mbili tu katika kama hii angalia hii, nilikuwa hivi mwanzo wewe. Mazoezi ya yangu mimi huyawezi, ukifanya mazoezi unayofanya mimi asubuhi mwanangu, utakufa utaniacha peke yangu bwana. Tuondoke huko, tuanzie hapa mzee wangu, stories zisio nyingi. Hatujafanya kipindi cha muda mrefu sana tangu Simba imefungwa na Azam, kwanza nianzie hapo mm. Baada ya kupoteza dhidi ya Azam vipi? mm. Kuliko, tena kulikoni? Mbona tena kile nilichokuwa mnakitarajia ndicho sicho? Ah, ni kweli tumefungwa na Azam, tunasema ni matokeo ya mpira kwa sasa. Wanasimba wote ule mpira umeisha, tunaangalia mechi zinazokuja Januari. Hatu, hatuwazi sana lile mechi na Azam, kama, kama kuumia tulishaumia. Sasa tunajipanga na mechi zinazokuja kuanzia Januari, kwa sababu sasa hivi ligi imesimama na ligi mabingwa imesimama, timu za taifa zinakwenda kwenye Afcon. Ikiisha Afcon tutarudi, so sawa. Ukiona kama hivi, tuna bodi ya wakurugenzi iko mbioni kwenye kuajiri kocha mpya kututangazia kocha mpya, pia vile vile kwenye kufanya maboresho ya usajili bilisha dogo, nafikiri wako kazini kwenye hilo. Sisi tunasema tunawatakia kila la heri, kwa sababu lile kile tunachotaka, iwapo tulete wachezaji angalau watatu au wanne ili tufanye maboresho kwa sababu tuna kazi kubwa hasa hapa kwenye klabu bingwa, kupita kwenye klabu bingwa kwenda robo mi. Nafikiri wakifanya maboresho hayo, tunakwenda klabu bingwa na pia vile vile wakilisafisha benchi la ufundi, kwa sababu kocha anayekuja aje na benchi lake. Hawa wengine wako muda mrefu sana, sijui kiti meneja eh, meneja kocha msaidizi, sijui hata mpaka wale wapanga koni wote wawe wa, mikataba yao isitishwe tu, waletwe watu wengine ili tuanze na mwaka 26 mpya. Nini kinaitafuna Simba, mzee wangu? Ah, kinaitafuna Simba ni unafiki. Wanafiki wamekuwa wengi. Wanafiki wamekuwa wengi kuanzia migogoro ndani ya uongozi, viongozi kwa viongozi huku eh? ukita kumpinga mo so, sawa, wakileta unafiki huo kwamba hasa kundi la wahuni la Friends of Simba so, sawa, wakishirikiana na baadhi wengine mashabiki wengine au wanachama wengine wenye njaa ndogo ndogo hizi. Eh? Wakizunguka huko kutangaza, oh, tumotoe Mwindi. Mwindi anatolewa kihivo. Bilioni 87 utamlipa. Utamlipa. Au nataka viuzo vitu vya Simba. Unajua wanaongea vitu tu wanaongea vitu bila kufikiria, bila kutumia akili. Huyu anayesema yeye mwekezaji, Simba kwani hakuiona huko nyuma, alikuwa wapi? Wakati tunahangaika, Simba ilishikwa na wahuni, wananyang'anyana tu pale, lile kama shamba la bibi. Mbo ametoka sehemu nzuri, leo watu wanasema wanataka kuja kwenye uwekezaji. Walikuwa wapi? Hata kama wanataka kuja kwenye uwekezaji, lakini sio kwamba yule lazima awe na sauti. Kwa sababu yeye ameitoa Simba mbali na hapa ilipofikia. Siona sauti, wahuni wawo, na sauti waje waje, wahuni, hatutakubali, hatutakubali. Wana Simba wenye akili katu hatutakubali hicho kitu, akili kabisa. Mimi sikubaliana na upumbavu huo. Wewe ni watu wenye akili kabisa we, akili nyingi na luku, tena nachokwambia kwa sababu nakuja kwenye swali langu la tatu na wewe ni miongoni mwa watu wenye akili nyingi tena, tena na, tena na nyingi na, na, na, na hata kwa, kwa mawazo yangu mimi hata kama hawa wanaokuja a ah, wanaokuja wawekezaji wawili yeah, zisiguswe wa shea za moo. Tuuze hizi hamsini na moja hizi za maneno tu yeah, hazina hela, kwani zina faida hizi? Tuuze hizi tutoe hata thelathini, tubake na ishirini na moja tuzipigie tuzipigepige maneno huku, sabini na tisa ziwe zina watu yeah, ili mpira uendelee sawa, mpira uendelee yeah. Mimi umeniambia we ni miongoni mwa watu wenye akili, nakurudisha huku mm miongoni mwa watu waliokuwa wakilalamika kuhusiana na kamati ya masaa sabini na mbili ni wewe pia ulikuwepo mmoja mmojawapo pasina shaka ndio vipi ya jonathan jonathanso mpaka leo hukumu bado haijatoka ambayo kile kiwiko alichomchezea imidi ha, hukumu itatoka mi nafikiri hilo hata waandishi wenzi wamepita wengi hapa wamezungumza sana wamenichallenge sasa swali, swali hilo kwa sababu nilikuwa napigia kelele kwa baadhi ya wacheji wengine kama kinabaka na nini wakasema hebu upige kelele, hapana. mimi naisubiri kamati ya masaa 72. Chochote utakachokiamua mimi, uh -uh. Chochote utakachokiamua msikamate masaa 72 uh -uh. Hatuita, mbona zile za Yanga mlikuwa mnatoa onyo, nasema hivi uh -huh. Chochote utakachokiamua wewe kamata masaa 72 uh -huh. So, sawa sawa, za sima zote mnaungana na kamati sasa. Mbona zile za Yanga Africans mlikuwa mnatoa onyo? uh -huh. Shida iliyopo inaoneka upande wenu, shida iliyopo hapa, kwa sababu sasa hivi ligi imesimama uh -huh. Na hapa katikati kuna plika plika za kuiandaa timu ya taifa kwenda kwenye Afcon Moroko, mimi nafikiri adhabu itatolewa tu na adhabu sio kwa Soa tu. Katika mchezo wa Azam, tulichoambia watu wengi wasichapiche machapisho kwa sababu tu ya Soa, kutaka kumzoofisha Soa. Hata hata Katambala kapiga mtu kichwa. Katambala siku ile, Kitambala mmekuta kampiga mtu kichwa. Huyo Midimao amefanya faulo karibu ni tano za wazi za makusudi. Kuna moja alikuwa peke yake nyekundu, kapeleka kabisa mguu namna hii, kwa sababu ukionyesha njumu namna hii inabidi red card. Muamuzi tu hakuwa fair, kwa sababu tunajua ilikuwa inakaribia tarehe 9, alishaifadhi viroba vyake vitano kaweka ndani, akaleta tafsiri tofauti ya mpira. Timu ya Azam ndio iliocheza faulu nyingi lakini kadi nyingi katoka kwa Simba ili kuleta tafsiri isiyo ya sintofahamu. Simba na wachezaji 30. Simba hajasajili hajamsajili Kante peke yake. Hajamsajili sawa peke yake sawa sawa kama kamati ya masaa sabini na mbili ikijiridhisha, adhabu yote watakayotoa sisi tutaipokea. Mtatoboa sasa, kwenye toboe kwani tutoboe? e, tunachezi 30 pale kwa wachezi kumi tu, tuna wachezi 30 wale pale. Mchezaji wote aliosajili wa Simba atacheza, amekuja kuipigania nembo ya Simba, wala hakuna wasiwasi na hilo. Hata, hata Ulaya akina Real Madrid, wakina Barcelona, akina Manchester United, akina Newcastle, wakina Everton, wakina PSG, akina Ajax, AC Milan, so sawa na kutajia hizo, akina Benfica, lazima kuna wachezaji wanaitwa 11 panga pangua, lazima wacheze hawachezaji wote sawa, hawachezaji. Unaweza kuwa wewe ni mchezaji mzuri, lakini huyo mwingine mzuri zaidi, sawa, mzuri zaidi kushinda wewe, watu wanazidiana. Wala hilo hatuna tatizo nalo, kwa hilo hatuna tatizo nalo hmm. Mkitazama mapungufu ya Simba mnaona yako kwa uongozi. Kabisa, yako kwa uongozi. Simba tukiwa kitu kimoja, hakuna mjinga yoyote anaweza akatusumbua hapa eh? Simba tukiwa kitu hichi kimoja hapa wakiamua kusimama pamoja hapa. Kwa sababu wanatujua, wanatujua shughuli zetu, tukiamua kuokoa kitu kimoja yeah. Hakuna mjinga yoyote enda kutufunga ligi hapa. Mchanganyiko wa Simba huko hapa, si kama huko ulikosema, kwenye viongozi watu wanaleta tamaa ya madaraka, wanaleta tamaa ya madaraka, atoke Moa asimame Mangungu ndio awe na sauti kwenye 51, hazina hela hisa nyingi 51 hazina hela, mwenye 49 ndogo ndio ana hela, yeye ndio msemaji ziweze ziweze kuliwa pesa hizi huku, atakubali nani sasa, atakubali nani? Sisi wanachama wenye akili, hilo tukubaliani nalo na halitakubalika. Wasahau swala la Simba kuwa shamba la bibi. Friends of Simba wasahau, wahuni wa Friends of Simba wasahau, Simba inawauni sasa. Hao Friends of Simba si wauni tu, kwani walipokuwa Friends of Simba pale, ulisikia wamenunua hata kiwanja Bunju kwenye Simba yao? Walipokuwa Friends of Simba umesikia hata kiwanja wamenunua? Hela sio, walikuwa wanapiga tu. Sasa hao sio wauni au si wauni? Kama wewe baba, una mtoto afu watoto wapeleki shule watoto wapeleki shule Maa, pesa unatumia una, una tu we baba, utakuwa una akili simuuni tu. Kwa hiyo ni wauni tu, ni wauni sawa, au ni wauni tudele kinachokwambia